Kama unavyoona hapa, nipo na mafuta yameandikwa mvuto mvuta mali oil. Haya mafuta ni mazuri sana na ninayo lakini, pia yanapatikana katika maduka ya dawa za asili popote. Ikiwa hautapata mafuta haya unaweza kunitafuta pia, lakini nataka nikuambie kwamba kwa wewe ambaye unahangaika na mambo yako ya biashara, lakini pia kuuza je kitu chochote, mfano shamba, gari, nyumba ama kuuza kitu chochote kile ambacho unahitaji kufanya mauzo. Kwa hiyo utatumia mafuta haya. Licha ya hiyo, kwa wale ambao wapo katika migodi una, kama unavyoona hapo, labda nikusomee, pia usaidia wachimba madini, lakini ni mazuri kwa wanaotaka kuuza shamba. Pia ni mafuta mazuri kutumia kwa watu ambao wako wanawadai, ama kulipwa madeni yako, lakini pia mafuta mazuri kwa biashara yenye ugumu. Yaani kwa wale ambao mnauza shamba, guys. Ama unataka wateja, hasa hasa watu kama madalali na kadhalika, haya mafuta ni mazuri sana na yanawasaidia katika biashara za mauzo. Ikiwa una ugumu katika biashara ya kuuza labda gari au biashara ya kuuza nyumba kiwanja basi, utatumia mafuta haya ya mvuto mvuta mali katika mambo magumu ya biashara. Lakini licha ya hiyo, haya mafuta unapojipaka mtu kawaida tu katika mambo ya mvuto, husaidia kuweza kupata pesa zile ambazo haujazitarajia. Unajua kuna wakati unakuwa na ugumu katika mambo fulani fulani, lakini unapata pesa ambazo haukuzitarajia ama pia kama unataka kwenda kumu, kumuazima mtu pesa akupe pesa kiasi fulani, unaweza pia ukapata ukapaka mafuta haya na ukaenda kumuomba yule mtu pesa akakupa. Lakini vilevile vile, unapopaka mafuta haya kama mazoea ya tu yani, kwamba unakuwa unapaka kidogo, baada ya muda fulani inakusaidia wewe kuaminika katika mambo ya hela, kama ni kazini kama ni bosi wako kukuona kwamba katika mambo ya hela unafaa kuwa katika kitengo hiko kuhusiana na mambo ya pesa. Mafuta haya sana sana tunadili kwenye mambo ya pesa, lakini kwa wale ambao mnataka mw mwenzi wenu wawape pesa bila kuwaomba, unaweza pia ukatumia mafuta haya ukajipaka mafuta haya kidogo, lakini utapewa pesa pasipo kutarajia ama pasipo kuomba pesa hiyo kwa wale ambao mnakuwa na watu marafiki wapenzi ndugu ambao pia wana pesa lakini wana ubahili sana, unaweza pia ukawa unapaka mafuta haya kwa kunuia, na ukawa unapata pesa kupitia kwa watu hao. Kwa hiyo kwa lile jambo lolote ambalo linahusiana na ugumu wa biashara, ugumu wa pesa, hasa hasa kwenye mambo ya pesa mali unatakiwa upate mafuta haya. Haya mafuta ni kiboko, yani ni mazuri sana sana, sana, sana, na hayatumiki hivyo tu katika kujipaka, bali anaweza kutumika pia katika kuchoma na kumnuia yule ambaye unahitaji akupatie kiasi cha pesa, ikiwa ni mwenza wako, ikiwa ni mtu wako wa karibu, ikiwa ni ndugu au nani kwao, unaweza kutumia haya pia kuweza kufanya hivyo. Lakini sio hivyo tu, tukija katika swala la kusubirisha jambo linalohusiana na pesa jambo nalohusiana na pesa ni kama unadaiwa lakini unahitaji kusubirisha kwanza kwa muda fulani, na kisha utarejesha deni la watu. Pia unaweza ukatumia mafuta haya kwa kumchomea muhusika. Na hapa nazungumza hivi endapo hautokuwa na uelewa sana wa kuweza kufahamu jinsi gani unavyoweza kutumia mafuta haya, unaweza ukanitafuta tukaeleweshana vizuri private, na unahitaji kuyapata mafuta haya kwa ajili ya kufanyia kitu gani. Lakini kwa hapa unaweza ukanisikiliza kama utanielewa, pia ukaenda kutafuta mafuta haya katika maduka ya asili na ukatumia na kila kitu kikaenda vizuri kabisa. Nikisema kusubirisha deni au kusubirisha mtu ambaye anakuna, anakudai si kumdhulumu, hapana. Hapa sipo katika kudhulumu kitu cha mtu, kwa sababu kama mtu mmeaidiana me, ama una deni ana deni lako ama wewe unamdai ama yeye anakudai, ni haki ya kulipe au wewe umlipe. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni ile kuweka subra, watu wengine wanapodai huwa wanatumia lugha mbaya lakini pia kudhalilisha, lakini pia kufanya vitu kadha kadha ambavyo vinaweza vikakusababisha wewe ukajisikia vibaya. Kwa hiyo unapotaka kutumia mafuta haya kwa ajili ya kusubirisha deni la mtu anayokudai, unaweza ukatumia pia kwa kumchomea na kumnuia akawa na subra kuhusiana na deni ambalo anakudai wewe mpaka pale utakapopata. Kwa hiyo mafuta haya na mbinu nyingi mbalimbali. Mbali. Ikiwa ni wepesi wa kufanya jambo, kusubirisha jambo katika mali lakini pia kuuza kitu kwa wakati, kupewa pesa pasipo kuomba na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo mafuta haya ni mazuri sana guys. Na kama utahitaji pia unaweza kuniambia lakini kama unaweza kuyapata sehemu kokote, ukatumia haya mafuta ni mazuri, ni mazuri, ni mazuri mno. Nadhani mtakuja kuniambia kwa wale ambao mtayatumia mafuta ya mvuto mvuta mali lakini pia kwa wale ambaye unahitaji kuonwa na kupewa pesa. Kama ni mwanamke, hata kama ni mwanaume, una mtu ambaye ana pesa, ni mwenza wako, lakini ni bahili, unaweza ukatumia mafuta haya pale unapokutana naye, ukawa unapaka haya mafuta. Kiufupi, kama utatumia haya mafuta, kadri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo mafanikio makubwa yanaweza kuja, na ndivyo hivyo mambo yako atakavyofunguka katika upande wa pesa. hapa tunaongelea pesa hatuongelei jambo lingine, tunaongelea mambo ya pesa na mambo ya mali kwa wepesi zaidi. Inategemea tu na njia ambayo unaweza kutumia mafuta haya jinsi gani unavyoweza kuyatumia katika yale matatizo ambayo uko nayo ukonayo. Basi, kila kitu kitakuwa sawa na mambo yako yatafunguka vizuri vizuri. Guys jamani, mimi kila kitu ninachofundisha hapa, kama kuna mtu ambaye ataweza kufuatilia kwa makini akafanya vile ninavyofundisha, lakini pia akafanya akiwa na nia, kila kitu chake kinamwendea vizuri, na huwa wananipa mirejesho mizuri na mambo yao yanakuwa vizuri kabisa kwa hiyo